Amebadilisha sura ya Katoro. Mnahitaji amani kuliko watu wote walioko duniani, maana kazi yenu msingi wake inawezekana kama kuna amani, au si sisi? Chama cha Mapinduzi tumeahidi kwamba amani lazima iwe ya kudumu. Ajenda ya kudumu ya amani inasimamiwa na chama cha kudumu cha CCM. Tunawaahidi amani na itaendelea kuwepo, na uwezo wa kuweka amani tunao, nia tunayo, tunayo, na shabaha yetu ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na so, amani kwa sababu bila amani hakuna maendeleo, ni mbio tu. <laughs> Tena mbio za kwenda usikojulikana. Maana unakimbia kwenda huku, kumbe huku lisahili kwenda hivi, akili imeharibika namna hiyo. Huwezi kuchimba dhahabu huwezi kufanya biashara, huwezi kufanya chochote kama hakuna amani. Uongo kweli? Na wanaotaka kwenda kushuhudia jinsi ya ukosefu wa amani unavyoleta shida, nideni, mkatembelee DRC, muone jinsi wanawake wanavyokimbia na watoto wao katika nchi yao wenyewe. Mwende muone jinsi walemavu wasivyojua pa kwenda, mwende mwone wazee wasio na nguvu wanavyokufa kwa, kwa kihoro, hata kabla risasi haijapigwa ukaone. Mtu yoyote anayekuja kwako anakwambia tuungeni mkono tuvuruge, tufanye hatua ambazo ni kinyume cha katiba, mwambie umepiga wrong namba. Ndiyo maana ukipiga namba isiyokuwepo inakwambia namba unayopiga haipatikani jaribu tena baadaye. Ukijaribu inakwambia namba unayopiga na haipatikani jaribu tena baadaye. Mpaka wamepiga rong namba. Huwezi kuja kwa watu ambao wanategemea biashara, wanaotegemea uchimbaji alafu nawaambia tuondoe amani, badala yake tuweke nini? Nakuja mimi kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kuambia ajenda ya amani ni ajenda yetu, tena ajenda ya kudumu kwa chama cha kudumu. Amen. Amen. Uh, jambo lingine ni, ni uhuru. Chama cha TANU, chama cha Afro-Shirazi ndio vyama vya ukombozi na vilitukabidhi mkoba wa kuendeleza uhuru, lakini tumechanganya mambo, tumechanganya mambo siku hizi uhuru eti ni kutukana. Uhuru eh, kazi yake kutukana. Sisi tumetokana na familia. Serikali ya kwanza duniani ni ya baba, mama na watoto, au sio? Huwa kuna sheria nyumbani au hakuna? Kwanza hatukiwa na baba yako mlevi, huwezi kupiga kura ya kumuondoa maana <laughs> huwezi kuona unasema baba, ah, naye mizidi ulevi, tupige kura tuweke mwingine, utamtoa wapi? <laughs> utamtoa wapi. Kwa <Unamutuwa wati. Bayo>, hiyo <laughs> serikali ya nyumbani pale inakuambia baba kichwa, mama makamu wake, watoto raia ndiyo <laughs> <Jee. laughs> na unatii sheria bila hiari ile wada, polisi wanasema unatii sheria bila shuruti yeah. Lakini wako na shuruti, ukiacha unapata shuruti, unafuata kipigo cha mama eh, unapigwa, la, lakini wakina mama nao wakati mwingine wawanazaa matoto matundu yeah. Basi linalia tu tangu asubuhi mpaka juu, mama pamoja na huruma anachoka, anasema liache hili li linalia, alafu linamaliza, anasema nakimbia. Huruma ya mama, inarudi, asema juu, mama inarudi, yamama mwanangu, lakini mama naye katoka, maana akimpa maziwa anamwaga, akimpa kikomba anavunja. Wako wa namna hiyo, na kwenye siasa wapo, yeah. Mtawajua wenyewe yeah. unatusaidia kufanya maamuzi ndiyo maana tuliudai, ili tuamue mambo yetu wenyewe. Ndiyo maana tulidai uhuru. Uhuru wa kutukanana ni uhuru mpya na haueleweki. Nchi gani ambayo watu wake wanatukanana badala ya kujadiliana? Wanatukanana katika mitandao badala ya kujadiliana Tulidai uhuru kwa sababu mambo ambayo tunafanya leo yasingewezekana kuwepo wakati wa ukoloni.